Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padre Emanuel Joseph Makusaro, ni misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu, lakini pia ni paroko wa parokia Mwenyeheri Isidori Bakanja Boko na dekano wa dekania ya Tegeta. E, tupo kwenye msimu wa mavuno tegemeza jimbo, jimbo letu jipya la Bagamoyo. Tarehe 22 ya mwezi wa 11 itakuwa ni kilele cha mavuno tegemeza jimbo kama dekania tumepangiwa e, kiwango cha kuchangia lakini pia kama e, parokia. Jimbo letu jipya la Bagamoyo ni kwa mara ya kwanza linafanya mavuno tegemeza jimbo. Na kama jimbo letu jipya la Bagamoyo tuna vipaumbele vingi, e, hatuna jengo la utawala, hatuna nyumba ya malezi, hatuna hata magari ya jimbo. Kwa baba ba, askofu wetu Stefano Lameki, Msomba hii ni changamoto, lakini anamshukuru Mungu anao wa Kristo Wakristo wazuri katika jimbo letu jipya la Bagamoyo na kwa namna pekee katika dekania ya Tegeta, anaomba kila paroko, kila parokia, kila Mkristo, kila, uh, kila Mkristo um, um, ambaye ana mapenzi mema kujitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba tunapata mavuno kwa ajili ya kutegemeza jimbo letu mwaka huu tuna mpango wa kusanya bilioni moja point two. Fedha hizi zinatoka wapi? Zinatoka kwetu sisi Wakristo, kwa namna pekee Wakristo wa dekania Tegeta, Wakristo wa kila parokia na mtu binafsi. Ni waombe wapendwa, kila mmoja ajitokeze akachangia jimbo hili, hasa tarehe ishirini na mbili tunapoenda kutana, e, jimbo la Bagamoyo, ili basi Tanzania nzima na majimbo mengine waweze kusema kumbe jimbo la Bagamoyo lina nguvu, na ikiwezekana hata tukae wa kwanza katika majimbo yote ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunapata bilioni 1.2 katika kuliwezesha jimbo letu la Bagamoyo. Namuomba Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tumsifu Yesu Kristo.